Ule wasiwasi ambao mashabiki wa klabu ya Arsenal walikuwa nao juu ya William Saliba, beki wa Kifaransa ambaye amekuwa muhimiri mkubwa sana katika klabu ya Arsenal, kulikuwa na stori nyingi sana kwamba hataki kuongeza contract, anataka kujiunga na klabu ya Real Madrid, lakini stori zimeweza kuzimwa rasmi na klabu ya Arsenal kupitia katika Instagram yao. Wameweza kuthibitisha kwamba William Saliba ataendelea kusalia katika kikosi cha klabu ya Arsenal mpaka mwaka elfu mbili na thelathini. William Saliba amesign contract ya miaka mitano kuendelea kusalia katika klabu ya Arsenal. Kuna stories zinaendelea mitandaoni zikidai kwamba sasa, baada ya klabu ya Real Madrid kumkosa William Saliba, sasa zile stories zimehamia kwa beki wa klabu ya Liverpool bwana Ibrahima Konate, ambaye pia ni Mfaransa. Klabu ya Real Madrid inatajwa kuwa na mpango wa kuweza kuinasa saini ya beki huyo wa Kifaransa na beki wa klabu ya Liverpool Ibrahima Konate katika dirisha dogo la usajili lijalo. Mpaka sasa klabu ya Liverpool inapambana kuweza kumshawishi bwana Ibrahima Konate kuweza kusaini contract mpya, kwa sababu mkataba wake unatarajiwa kuisha Juni elfu mbili na ishirini na sita. So, moja kwa moja unaona kwamba Ibrahima Konate hataki tena kuendelea kusalia katika viunga vya klabu ya Liverpool. Kwa hiyo katika dirisha dogo lijalo la usajili, huenda tukamshuhudia katika viunga vya klabu ya Real Madrid.